Karibu tena mwanafamilia wa Success Path Network, jina langu naitwa Saidi Kasege, mwanasaikolojia na mwandishi wa vitabu nane, ikiwemo kitabu cha jinsi ya kupona maumivu makali sana moyone. Leo ninazungumza madhara ya tabia ya upole, huruma na uvumilivu kupitiliza. Ni kawaida katika jamii yetu huwa tunafundishwa kuwa watu wenye tabia ya huruma, upole, kujali watu wengine, lakini ni watu wachache sana huwa wanafahamu madhara ya tabia ya huruma, upole na kujali kupitiliza. Ukweli ni kwamba kila kitu kinakuwa kina ubora wa pale ambapo kinakuwa kati na kati. Ukiwa mpole sana kuna madhara yake na ukiwa mkali sana kuna madhara yake. Kwa hiyo siku ya leo nitazungumza madhara ya tabia ya huruma, upole na uvumilivu kupitiliza. Unapokuwa mtu ambaye ni mpole sana, haupendi kukwazana na watu haupendi kusia mtu yeyote anakusema vibaya. Unapenda kila mtu akusifie, kila mtu akupe pongezi. Moja kwa moja maisha yako utajikuta yanakuwa magumu kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza itakayofanya maisha yako yanakuwa magumu sana pale unapokuwa ni mtu mwenye huruma, mpole na mvumilivu kupitiliza ni kwamba utakuwa na changamoto za kifedha. Na changamoto hizo zitasababishwa na idadi kubwa sana ya watu ambao wanaokutegemea kwamba ukipata fedha utakuwa unapokea simu nyingi sana; kila mtu analilia shida, anataka fedha zako. Kwa hiyo utajikuta hakufanyi jambo lolote la maendeleo isipokuwa kazi yako ni niku asaidia kila mtu kwa masuala ya kifedha, lakini siku ambayo wewe utakapokuwa na changamoto za kifedha, hakuna rafiki, hakuna ndugu, hakuna mtu wa karibu katika wale ambao walikuwa wanakuja kwako kupata msaada wa kifedha, ambaye ataweza kupokea simu zako au ambaye ataweza kukusikiliza. Kila mtu atatafuta dharura na sababu ya kukukwepa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo itakaojitokeza na itajitokeza tajitokeza pale ambapo utakapokuwa na tabia ya huruma, upole na uvumilivu uliopitiliza. Changamoto ya pili inaoweza kuipata unapokuwa na tabia ya upole, huruma na uvumilivu uliopitiliza ni kwamba watu watakuwa na dhaifu. Kule ni kwamba huwezi kukuta kiongozi ambaye anasifika kwa kuwa ni mpole, ana huruma sana, anajali sana, ni mvumilivu, anapenda, anasamehe makosa ya kila aina. Huwezi kukuta kiongozi wa namna hiyo hata siku moja. Na vile vile ukimkuta mwanaume ambaye ni mpole sana, ana huruma sana, anajali sana, ni mvumilivu, hapendi migogoro, yani anajitahidi kuwa na amani na kila mtu. Ni vigumu sana kumkuta kiona mwanamke anayejitambua. Mara nyingi unaweza kumkuta kiona mwanamke ambaye ni mbabe, mwenye hasira mgomvi, mgomvi, mwanamke asiyekuwa na shukurani, mwanamke ambaye haambiliki, mwanamke ambaye hashauriki. Ni kwa nini mwanamke ambaye anakuwa ni mbabe sana anavutiwa sana na mwanaume ambaye ni msarabu kupitiliza? Ni kwa sababu ni vigumu sana kwa mwanaume ambaye ni msarabu kupitiliza kuwa kama kusimama kama kichwa cha familia kwao. Automatically, kwa mwanamke ambaye anapenda kumtawala mwanaume, hawezi kukubali kuwa na mwanaume ambaye sio mpole. Kwao akimpata mwanaume ambaye ni mpole, inakuwa ni rahisi kuweza kumtawala kwao. Unapokuwa ni mpole kupitiliza unajari sana ni mvumilivu ni mnyenyekevu, utajikuta kua umezungukwa na watu wasiokuwa na shukurani, watu wenye lawama, watu wanaupenda kukutumia kwa binafsi, watu ambao unafanya kazi nyingi sana hawakulipi au wanakulipa fedha kidogo, lakini laumiwa, mchoyo, mbinafsi, katika kama saa, mpole kupitiliza, mvumilivu mnyenyekevu, watu wanakuona kama kiumbe dhaifu na changamoto nyingine inaweza kupata unapokuwa ni mtu ambaye ni mpole mwenye huruma na kujali, ni kwamba utaelemewa na kazi. Utakuwa unafanya kazi muda wote bila kupumzika, lakini kazi hizo zinakuwa sio za kwako, ni kazi za watu wengine. Kwa sababu jaribu kuchunguza, labda chuoni, mwanafunzi ambaye anataka kupendwa na kila mtu, labda anaweza kuwa anawasaidia kutype assignment za watu wengine kiasi kwamba muda wa kujisomea yeye anakuwa hana kwao, anajitahidi anamfurahisha kila mtu, kumtekea, kum, kum, kum, assignment yake, lakini matokeo yakija yeye ndiye anayefeli. Ni kwa nini? Anatumia muda mwingi sana kufanya kazi za watu wengine, lakini kazi zake yeye zinakuwa hazifanyi. Vile vile hata katika masuala ya ofisini, mtu ambaye anajitahidi kum, kumfurahisha kila mfanya kazi na anamsaidia kila mfanya kazi anajitahidi, ni mtu ambaye anaelemewa na mzigo mkubwa sana wa kazi ambazo kwake hazina maslahi aina yoyote. Lakini sasa inapokuja ripoti ya kazi, mtu ambaye anaonekana ni mzembe ambaye kazi yake haijafanywa ya vizuri ni yule yule ambaye anafanya kazi ya kuwasaidia watu wote katika eneo la kazi kwao. Unapokuwa unafanya, unapokuwa mtu mwenye huruma, kujali, unajitahidi sana kumfurahisha kila mtu, ni kwamba utajikuta unatumika sana kwa, kwa, kwa maslahi binafsi kwa watu wengine, hasa watu ambao wasiokuwa na shukrani, watakuwa wanajaribu kukulaumu na kusema ni mchoyo na roho mbaya kwao ili kuepuka lawama, unajikuta unafanya kazi nyingi sana ambazo kwako wewe zinakuwa hazina faida. Na changamoto nyingine ambayo inaweza ikakukumba unapokuwa ni mtu mwenye tabia ya huruma na upole kupitiliza, ni kwamba unaweza ukajikuta unaingia matatizoni kwa sababu ya makosa ya ndugu zako. Kwa mfano, unapokuwa labda na fedha nyingi halafu ndugu zako ni watu ambao wana, wanajivunia sana kwa sababu ya fedha ulizonazo, moja kwa moja wanaweza kuwa ni wazembe, wanafanya makosa, wanagombana na watu, wanatukana na watu halafu kesi ikija, wewe ndo unalazimika kwenda kuwalipia, kulipa faini, kutoa dhamana. Au kama ni kazini, kuna mtu ambaye ni mzembe, anishughulishi lakini wewe kwa sababu unaogopa kupozana naye unajikuta unavumilia tabia zake, unajikuta uongee chochote ili usipishane naye kauli, lakini moja kwa moja unajikuta mfuko wako wa fedha ndio unaotumika kulipa dhamana. Na vilevile vile kama wewe ni bosi katika ofisi unapokuwa mpole sana, mvumilivu, unajali, una huruma kupitiliza, maanake ni kwamba lazima utakuta kuna uzembe mkubwa sana kwa wafanyakazi. Wafanyakazi wanachelewa kufika kazini, wanaondoka mapema, hawafanyi kazi kwa wakati, na vile vile hata wanapofanya kazi, hawafanyi kazi kwenye viwango, na vile vile unaweza kujikuta unakumbana na kesi za mara kwa mara kuhusu upotevu wa mali za ofisi au upotevu wa fedha katika ofisi. Kwa moja kwa moja, kwa sababu utajikuta ni mpole sana hautaki lawama, hautaki kuonekana una roho mbaya, hautaki kuonekana unakosana na mtu yeyote. Lazima changamoto hizo lawama utabeba wewe, na vile vile unaweza kujikuta unamtetea sana mtu ambaye anafanya makosa mara kwa mara, unamkingia kifua, hutaki hutaki awajibike, labda ni ndugu yako, uh, uh, uh, unampenda sana. Akifanya makosa unamkingia kifua, siku kwa siku anafanya uhalifu, alafu wewe ndio unajikuta unaingia matatizo. Kwa hiyo haya ni madhara ya kuwa mtu mwenye tabia ya huruma, upole na uvumilivu uliopitiliza. Kwa hiyo ili usije kujikuta unaingia matatizoni kwa sababu ya tabia huruma, upole na unyenyekevu uliopitiliza, inabidi ujue namna gani ya kuweza kujinasua na ufanyeje. Ndani ya kitabu hiki nimekuwekea maelezo ya kina kuhusu ni namna gani unaweza ukaepukana na tabia ya huruma, upole na uvumilivu uliopitiza kwa, kwa mtu ni kwamba, Kuwainua watu wengine lakini uwe maisha yako yanazidi yanakuwa ya dhiki. Ni kwa nini? Ni madhara ya kuwa na tabia ya upole, huruma na uvumilivu uliopitiliza. Kwa hiyo, unaweza vipi kujinasua? Unatakiwa kupata kitabu hiki cha jinsi ya kupona maumivu makali sana moyoni. Na namba zangu za simu zinapatikana hapa katika description chini ya video hii. Na moja kwa moja unaweza kuwasiliana na, na mimi kwa kuweza kupata huduma za kisaikolojia au kupata kitabu hiki. Hii ni Success Path Network. Usisahau ku-subscribe. Unaweza kulike, kukomenti na kualika watu wengine kuja katika channel hii yetu pendwa ya Success Path Network. Each one, teach one. Karimu.